Yesu Kristo anawahesabia wale waliokataa njia za Bwana, waliokataa kumtii Mungu, waliokataa kuamini jina lake, anawahesabia kuwa ni magugu. Anawahesabia kuwa magugu, amawahesabia kuwa magugu. Rafiki, badilika, ichangamana na ngano iweze kukubadilisha tena, maana tumekaribia nyumbani. Jihanamu ni mbaya. Kuna wimbo hapa ninaendelea kukuwekea kuna wimbo hapa nimeendelea kukuwekea kugwe, hapa wimbo mzuri kabisa. Ukiutazama unakuvuta, unakulejesha kabisa, unakuhubilia. Wimbo mzuri sana, unakuhubilia. Aha, hapa anasemaje? Hapa anasemaje? Lile konde ni ulimwengu na zile mbegu njema ni wana wa ufalme, ambao watakaa katika mkono wa kuume, ni wale watakatifu na yale magugu ni wana wa yule muovu ya ya ya ya ya ya ya ya wana wa yule muovu. Stari wa 39, yule adui aliyepanda ni Ibilisi, mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika wa Bwana. Sikiliza, kipindi hiki ni wakati Yesu Kristo amelituma neno lake. Yesu Kristo anazidi kulieneza neno lake kila mahali anazidi kulieneza neno lake kila mahala. Maana yake wanaolipokea, wan, wanafanyika kuwa na wa Mungu. Wanaoliamini lile neno, wanaoliamini lile jina la Yesu Kristo, wanafanyika kuitwa wana kondoo, wanamwakilisha Yesu Kristo, wanakubali kutembea katika njia za Kristo, wamekubali kuwa watakatifu. Wanasema, tuko tayari Bwana, pamoja na changamoto, pamoja na kuzaliwa, pamoja na kwamba tutaonekana wachamba pamoja, nisipa, pamoja na kwamba nisipoweka mawige, nisipoweka kucha za bandia, nisiponyoa vituko, nisipovaa mavazi ya kunibana vijana wanaume wasi, pamoja na yote wamekubaliana na hizo changamoto, wamekubaliana na kuzalauliwa, wamekubaliana na kutukanwa, wamekubaliana na kuonekana kana kwamba ni washamba. Hao ndio wanaitwa wana famili, hao ndio ngano. Wale ambao wamelikataa neno la Bwana, ile mbegu ya Shetani, vishawishi vya ulimwengu wanakubaliana navyo, ni wana wa uovu, ni wana wa Shetani. Nataka nikwambie toka huko, ujiepushe na jihanamu. Jihanamu ni mbaya, jihanamu ni mbaya, jihanamu inaangamiza watu. Hiyo ni jihanamu ya milele. Heli si zikupite Heli stalehe za kidunia sikupite, rafiki jana. Heli wa lembo wa kiuliwengi yeah, wagupite. Heli walembo wa dunia wagupite, wewe dada. Heli ni yeah, enendo inaoendelea gupite. Heli yale mapambo ya gupite. Heli zile sitalehe zigupite. Heli ule utahabo gupite, yeah. Heli ugupite, jahanamu ni mbaya mno, jahanamu ni mbaya mno, yeah. Yeah. fanyika kuwa kondoo Rudi kwa watakatifu, badilisha jina leo, mkubali Yesu Kristo. Nyakati zinakuja, kadhabu anabuita ya Mungu imejaa, asila ya Bwana imejaa. Anakuita, bado anakuhitaji kijana. Ni heli, ni heli zikupite, mifumo ya kiulimwengu, staili za kidunia, fasheni za kidunia, kubali zikupite tu, kubali jehanamu ni mbaya. Utakuwa umejiepusha usijo. Usichokafua magugu, sikia Yesu Kristo sasa, sasa hivi anachambua Twende nikulete nikulete tena hapa, endelea kushea tu, siogope rafiki yangu Simon. Simon, karibu hapa anasemaje, anasemaje mstari wa 39 yule adui aliyepanda ni ibilisi, mavuno ni, ni mwisho wa dunia na wale wavunao ni malaika Ehe na wale wavunao ni malaika rupidi, akasema basi, kama vile magugu yagusanyavyo yagusanyavyo na kuchomo motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Rafiki, konde ni ulimwengu, shamba ni ulimwengu hii. Hakikisha kabisa, Yesu atakapokuwa akivuna, Yesu atakapokuwa anavuna atakapo akivuna atachukua mahindi tu, hatachukua magugu. Magugu yatakusanywa yateketezwe, yata yata yatateketezwa jehanamu, yatatupiliwa motoni. Akasema sikuwafahamu, anasema sikuwajua. Maana sasa hivi anasema hivi. Fanya hima ingia, fanya kwa nguvu ingie katika mlango ule mwembamba. Fanya himu ingie katika mlango ule mwembamba. Ule mlango ambao ni mwembamba, mlango wa kubeba msalaba wako na kumwamini Kristo, useme kwamba anaokoa. Useme kwamba siku ya mwisho, atanifuta machozi. Hakuta kuwepo na kilio, hakuta kuwepo na majuto tena. Parapanda itakapolia, mimi nitamlaki Bwana. Fanya hima. Usije ukagusanywa. Malaika wa Bwana asije ukaguswa. Usije ukakutwa magugu, ukaingia jihanamu. Hamka, hamka sasa, hamuka, toka kwenye kundi la na mbuzi. Nataka uwe kondoo, mimi nataka uwe kondoo wa Bwana, nataka uhesabiwe katika mkono wa kuume. Parapanda inalia, tafakali sana, tafakali jihanamu ni mbaya, afadhali kuking'oa akikukosesha mwanamke ikikukosesha tamaa za kidunia zing'oe. Hakikisha tu unampendeza Bwana anasemaje? arobaini, basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Umekaribia, ishara zote tunaziona. Ehe, arobaini na moja anasema mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake na machukizo yote na hao watendao maasi wote, wataelekea sehemu ya jahanamu. Watendao maasi wat, watakusanywa, ni magugu yote hayo, maana yake hayana faida, ni kuteketezwa, ni kuteketezwa. Ni mbuzi hizo zitena, hazina faida, zina vichwa vigumu, zitaangamizwa, bado zitateketezwa. Anasema, geuka, fanya hima, ingia kwenye mlango mwembamba. Achana na hizo mifumo, achana na, na, na mambo ya ulimwengu, hayakufikishi popote, hayana uzima ndani yake, yana mauti. Ehe, akasemaje? <laughs> Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya, ma, ma, ma, watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo na yote na hao watendao mahasi arobaini na mbili na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno, ndiko kutakuweko na kilio na kusaga meno. Jehanamu ni mbaya, Jehanamu. Hebu share rafiki yangu n ni tazama kwanza, share, tuwahamshe watu waliolala, sheya, tuwahamshe watu waliolala wajue kana kwamba wakati wa kujiliwa kwa umefika. <clears throat> Lafiki, tuko ukingoni. Yesu basi bado anakuambia hamka, wewe ulalaye. Atakusanya kama vile mchungaji ana, anavyokusanya atachambua anavyo, kama vile mchungaji anavyochambua anavyo, anavyotenganisha kundi la mbuzi na kundi na kundi na kundi la kondoo, maanake kondoo atawakaribisha katika furaha, atawakaribisha katika uzima wa milele. Sasa ambapo tumekaribia sasa, muda wako, hizi time, umeona, unafikiria nini rafiki? Unafikiria nini rafiki yangu? Mimi natamani tukaombe, najua juu umeelewa. Kesho muda wa saa tano kamili tutaingia, tutakuwa katika ibada ya Jumapili tutajifunza mambo, tutaendelea lakini, nataka nikwambie, tuko katika mwisho wa mambo yote kabisa. Mwisho wa mambo yote umekaribia, basi ungana, tumtumikie Bwana. Endelea kuingia kwenye mafundisho hayo, yatakusaidia yatakusogeza karibu na Mfalme, yataendelea kuguhamsha yataendelea kuguhamsha. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi leo nitaishia hapo, nataka leo zaidi niombe Nikutamkie, si, neema na baraka kutamkie neema na baraka ya Kristo. Mda tena ninatamani tuingie, tuimbie kwenye maombi ya kuomba katika jina la Yesu Kristo, amen.